Sambamba na kuhitimisha kongamano la malezi linalojulikana kama tulivyoambiwa Tanzania Malezi Summit, nakumbuka kuwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa tamko lake la Mei 20, 1993 iliipitisha tarehe 15 Mei ya kila mwaka kuwa siku ya kimataifa ya familia, na hivyo Tanzania kuungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii muhimu ya familia duniani, na ndio maana leo tuko hapa. Lengo kuu ni kuadhimisha na kuthamini nafasi ya familia katika malezi ya mtoto ambayo ndio msingi wa familia yoyote kwenye jamii yetu. Familia kwa tafsiri nyingine na kwa utamaduni wetu inajumuisha mume, mke pamoja na watoto, na kwa kweli katika familia zetu nyingi ni pamoja na ndugu wa karibu wanaoweza kuwa sehemu ya hiyo familia. Familia ni chanzo cha maendeleo ya jamii katika dunia ama katika nchi yoyote duniani.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 siku ya leo tunapoadhimisha siku ya leo, tukumbuke kuwa malezi ni mtoto anapolelewa vizuri, tunaandaa jamii iliyo bora kwa ajili yetu wenyewe na si kwa ajili ya mtu mwingine. Tumeambiwa kwenye kauli mbiu ya mwaka huu kuwa mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inatukumbusha umuhimu wa kuzingatia malezi na makuzi bora ya mtoto tangu kipindi anapokuwa tumboni kwa mama hadi anapofikisha hadi kipindi chake cha utoto na anapofikisha miaka 18. Malezi haya ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Ni kwa shirika katika kuimarisha malezi bora ya watoto nchini chini ya miaka minane. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeandaa na kutekeleza programu jumuishi za malezi ya taifa, makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto ya mwaka 2021-2022 mpaka 2026. Programu hii inahakikisha kuwa watoto wanapata huduma stahiki jumuishi za malezi na uwiano ulio sawa kuanzia mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake hadi anapofikisha umri wa miaka minane. Ili kumpa uelewa wa programu hii kila Mtanzania ni muhimu, kila jamii katika kipindi hiki husika, basi kupitia taarifa hizi na kujifunza ni jambo gani tuweze kulifanya. Katika miaka mitatu iliyopita na katika utekelezaji wa programu hii tumeshuhudia mafanikio kadhaa, na mimi mafanikio yako mengi, wameweza kuyataja wenzangu. Mnikubalie nitaje matano tu kwa sababu ya muda na ili tuwapeni nafasi kwa ajili ya kufanya jambo mambo mengine. Mfano, moja ya mafanikio tuliyonayo la kwanza ni kuwajengea uwezo wa walimu wa elimu ya awali elfu 12 kutoka halmashauri 184 kutoa elimu ya malezi chanya ya watoto wakihudumia zaidi ya watoto laki tatu hapa nchini. Jambo la pili ni kujenga vituo vya kulelea watoto wadogo vya mchana ambayo katibu mkuu ameeleza vizuri 1470 na 1478 na nane kutoa huduma za malezi ya awali kwa zaidi ya watoto laki nne hapa nchini. Aidha, vituo mia mbili na sita vinavyomilikiwa na jamii vyenyewe vimezalisha na vimekuwa vikitoa huduma kwa watoto elfu kumi na moja mia sita na sabini na tano. Fanikio la tatu ni katika kuimarisha huduma za kundi la watoto wa miaka mitano hadi nane serikali imejenga madarasa mapya ya elimu ya awali elfu moja na mia tatu na kumi na sita na kuwapatia vifaa vya kujifunza na kufundishia. Katika hatua nyingine, zaidi ya kai elfu kumi na tano zimefikiwa na elimu ya malezi jumuishi ya huduma za afya ya jamii, yaani healthcare workers, wakitoa huduma za afya bora, lishe, malezi yenye kuitikia hisia za mtoto, elimu ya awali na uchangamshi wa mtoto wa ulinzi na usalama wa mtoto. Na la tano, serikali kwa kushirikiana na wadau wengine imetoa mafunzo kwa wataalamu zaidi ya elfu kumi na tano wakiwemo walezi wa vituo vya kulea watoto wadogo wa mchana. Hizi zote ni hatua ambazo tumefanikiwa kuzifikia lakini ili tuwezelee kufanikiwa iko haja ya kuendelea kukumbushana wajibu na jukumu la kila mtu katika malezi ya familia. Nimesikiliza watu wengi na nimemsikiliza vizuri sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati anazungumza juu ya changamoto tulizo nazo za kuwa na watoto wa mtaani wanaoitwa wa mtaani, ambao kwa kweli hakuna mtaa unaozaa mtoto, bali ni watoto wa watu ambao wazazi wao wameacha wajibu wao wanamna moja au wa nyingine, basi watoto wale wakakosa pakwenda wakabatizwa mzazi mpya anayeitwa mta. Jambo hili ni aibu kwa wazazi, jamani, tuambia ni ukweli. Mtoto ni zao la matokeo, mara chache sana kukata mtoto ambaye amepatikana kwa mazingira yasiyokuwa ya kawaida. Mazingira yasiyokuwa ya kawaida, kubakwa, vitu kama hivyo. Lakini kwa kweli watoto wengi ni zao la upendo baina ya baba na mama. Wazazi wawili hawao wanapendana wanafurahiana wakati mwingine wanaongea kwenye simu kuanzia saa nne mpaka saa kumi <laughs> na mbili. Wanatembeleana umbali mrefu, na wengine wanadanganya hata nyumbani, wakionyesha upendo wao miongoni mwao. Katikati ya matukio hayo, wa wanazalisha kiumbe anayeitwa mtoto. Huyu mtoto anabeba gharama ya mahusiano ya watu wawili ambayo hahusiki kwa namna moja au nyingine, na wala yeye amchagua wala kupanga azaliwe na ninyi wawili. Imetokea Mungu ameamua kati yenu atokee yeye. Anabeba gharama ya ugomvi wa wazazi, na mtoto huyu anatoka kuwa mtoto wa watu bila aibu, anaitwa mtoto wa mtani. Tunaposherehekea siku ya familia leo, tujikumbushe wazazi wote na wanafamilia wote kwamba tumefika hapa kwa sababu sisi wako wazazi waliovumiliana kwenye ndoa wakatulea katika mazingira magumu. Ndio maana tuko hapa leo, kwa sababu wako wazazi waliotulea, tuko hapa tunasherehekea siku ya familia. Sisi tunawajibika kwa namna moja au nyingine kwa kila mtoto tuliye naye ama mwanafamilia tuliye naye, kumpa malezi ili na yeye kesho awe mwanafamilia nawe na familia iliyo bora na kujenga taifa ilio imara. Mahali fulani pameandikwa, yeye asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko wasioamini. Sikumbuki ni wapi lakini i naomba tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya, hili si muhimu kwa sasa. Iwe wajibu wa jamii yote kujua kuwa familia ni msingi wa jamii yoyote. Ikiwa familia italelewa kwa kustahimiliana, kwa upendo na kuvumiliana na kuchukiliana hapa na pale, huku tukijua kuwa kila mtu aliyezaliwa ana mapungufu yake na madhaifu yake, tuvumiliane, tujenge familia imara. Tumeambiwa vile vile kuwa wajibu wa malezi ya watoto umeachwa na baadhi ya wazazi kwa visingizio mbalimbali. Ameeleza vizuri Mheshimiwa Rais kwamba tukishika kulea vizuri watoto tunajiandalia upweke uzeeni. Nataka nitoe wito kuwa kila mmoja wetu mwanafamilia achukue nafasi yake ya kulea watoto wake. Inawezekana tuna kazi nyingi za kufanya, lakini muhimu kutenga muda hata kama ni kidogo wa kukaa na watoto ili kuweza kuwarithisha mila na desturi unazozifahamu. Chukua nafasi, kuwaomba wazazi wote mahali walipo, tuthamini kuwa mtoto ni kiumbe muhimu, anahitaji kulelewa. Ni kawaida mno mahali fulani, mwana mzazi anauliza kama mbuzi wake wameingia bandani, lakini haulizi mtoto wake ameshindaje. Jambo hili likiachwa ikaendelea, tutazalisha jamii ya watu wasiokuwa na maadili. Nataka nimalizie wajiukumbushe kuwa tumeshuhudia momonyoko wa amani mkubwa miongoni mwa watoto kujiingiza kwenye vitendo visivyokuwa na tija kwa familia ama taifa ama jamii, hasa ni matumizi ya madawa ya kulevya, kuziushisha na vitendo vya ngono katika umri mdogo nasababisha eh, maambukizi ya virusi vya UKIMWI, na kundi la watoto kuwa kukimbia majumbani na kuitwa watoto wa mtaani. Chanzo kikubwa ni udhaifu uliopo katika taasisi muhimu hii ya familia. Mbo, leo tunaadhimisha siku yake. Ni wito wa serikali kwa wanandoa wote kuwa na muda wa kutosha wa kujadiliana na changamoto tulizonazo, na hasa changamoto hizo watoto, watoto wala wapaswi kujua, tuyamalize wenyewe. Wa unajua, watoto hao wamekuja, sisi tulikuwepo kabla, sio jamani, mm -hmm. Kwa nini wakati tunagombana tunataka na nawaoe sehemu ya mjadala? Wakati pale walikuwepo, umeudhiwa na mama, mwite mama mzungumze mama, tuyamalize Ukitoka ile pale, kaa na plastic smile kabisa. <laughs> <laughs> Watoto waa hawapasi kujua haya mambo, ya kwenda baba una mshtaki kwa mamo, kwa watoto, mambo unashtaki kwa mama, kwa watoto. Matokeo yake ni kwamba watoto wale na wao wanajenga ukuaji wenye wa chuki miongoni, wa kutaka kusema mambo ya ndani badala ya nje. Kuyamaliza huko ndani, watoto wabaki na amani kwenye maisha yao, muone raha wazazi, kwamba baada ya miaka fulanininamuonesha mtoto anaenda kujitegemea na yeye anabeba ubalozi wa namna mlivyolea kwenye familia. Malizia tena kwa kuwashukuru sana wadau wote mliohusika, viongozi wa dini. Nimeambia katika kipindi hiki viongozi wa dini 84 ngazi ya taifa wamepatiwa mafunzo kuhusu malezi chanya ya watoto, kuhusu jumuiko la madhehebu hayo matano ambayo naweza kusema Baraza la maskofu Katoliki Tanzania TEC, Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA, Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, kanisa la Waadventista wa Sabato SDA, Baraza la makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT. Hawa wote wamekuwa na mchango mkubwa katika kutusaidia kujenga familia iliyo bora. Maadhimisho ya mwaka huu yamesaidiwa sana na wadau mbalimbali ambao wametoa fedha zao kuyafanya afanikiwe. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwashukuru wote mliochangia kidogo ama kikubwa kufanya shughuli hii iweze kufanikiwa. Nataka niwakishie kuwa mmewekeza na kupanda mbegu iliyo njema kwa ajili ya familia na taifa letu. Niwapongeze sana sana, sana, namna mlivyoshiriki kushiriki kwenye mjadala, na naamini mjadala na michango mliojadiliana hapa leo, kila mmoja hapa atatoka na wajibu wa kwenda kufanya jambo fulani kwa familia, ili taasisi hii ta inayoitwa familia iweze kuimarika. Ikiimarika familia, taifa litaimarika na taifa likiimarika, dunia itaimarika, na dunia patakuwa mahali salama pakuishi, kwa sababu msingi wa dunia kuwepo ni familia. Niwatakieni kila laheri, niwashukuru sana UNICEF, e, na mtandao wa malezi makuzi wote mlioko hapa, naomba niwataje tu kwa kifupi, e, takten e, Children in Crossfire, mmoja wa clubs za waandishi wa habari UTPC, Oxford Police Management, uh, OPM na wadau wengine wa maendeleo kwa uwezeshaji wa kongamano hili na siku hii ya familia, niendelee kuwaomba tuendelee kuwalea watoto wetu na familia zetu katika msingi wa upendo. Na kwa kuwa tuna bahati nzuri kuwa tunao watoto walio hapa, kwa, kwa niaba ya watoto wengine wote nchini nataka niwaombe watoto wote mahali popote mlipo na wale mlio hapa, kuchukua muda wenu katika utoto wenu kujifunza huku mkijiandaa kuchukua sehemu ya wazazi wenu baadaye. Wasikilizeni wazazi wenu kila mahali na wakati wote, wapendeni wazazi wenu, watiini. Wale mlioko shuleni, wasikilizeni walimu wenu, jifunzeni kwa bidii, nikijua kuwa umri ni kama kivuli. Leo ni watoto, kesho mtaitwa vijana, baada ya muda mtaitwa wazazi, na muda si mrefu mtaitwa wazee, na bila shaka baada ya muda hatutakuwa duniani, tutapewa jina jingine, sitaki kulitaja. Tuachukue muda huu wa siku ya familia kwa watoto wetu, wajifunze watii wazazi wao na waishi kwa miongozo walionayo ya kidini na malezi ya familia zao. Nawatakieni kila laheri tunaposherehekea siku ya familia, na niko tayari kutekeleza majukumu mawili ambayo nimepewa na Mheshimiwa Naibu Waziri, ya uzinduzi wa programu zilizotajwa. Asante kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Sante, tumpigie tena makofi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa zoezi zuri la kutufungia kongamano letu na ujumbe mzuri. Na sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hotuba yako hii ya kufunga kongamano hili kwa unyenyekevu na makubwa na kwa heshima kubwa na kuomba uridhie kuwatambua walio waliofanikisha zoezi hili kwa kuwapatia vyeti.